Katika milima ya Galilaya Yesu alikusanyika na umati mkubwa wa watu na kutoa moja ya mahubiri yenye nguvu zaidi kuwahi kutolewa, Mahubiri ya Mlimani. Huu ni wakati ambapo Yesu alifundisha ukweli wa msingi kuhusu maisha, imani na uhusiano wetu na Mungu. Alijenga msingi wa mafundisho yake ambayo bado yana nguvu hadi leo. Karibu tuungane na Yesu katika safari hii ya kiroho. Tujisome na kuhisi nguvu ya kila neno alilosema. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wanaoomboleza, maana watafarijiwa. Heri wenye upole, maana watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana watashibishwa. Heri wenye rehema, maana watapata rehema. Heri wenye mioyo safi maana watamwona Mungu. Heri wapatanishi maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoteswa kwa ajili ya haki maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri nyinyi mtakapodhihakiwa, kuteswa na kusemwa uovu wote wa uongo kwa ajili yangu. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake itawezaje kurudishwa kuwa na ladha tena? Haifai kitu chochote, isipokuwa kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ulioko juu ya mlima hauwezi kufichwa, wala watu hawatawasha taa na kuiweka chini ya bakuli. Badala yake huiweka juu ya kinara, nayo huwapa mwanga wote waliomo ndani ya nyumba. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu ili waone matendo yenu mema na wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani kuwa nimekuja kutangua sheria au manabii; sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka hakuna hata herufi ndogo au nukta moja ya sheria itakayoondolewa hadi kila kitu kitimie. Kwa hiyo, yeyote atakayekiuka mojawapo ya amri hizi ndogo au kuwafundisha wengine kufanya hivyo ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, lakini yeyote atakayeziendea na kuzifundisha ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Kwa maana nawaambia haki yenu isipozidi ile ya waandishi wa sheria na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mmesikia kuwa ilisemwa kwa watu wa zamani, usiue, na mtu yoyote atakayemuua atawajibika katika hukumu. Lakini mimi nawaambia, yeyote aliye na hasira dhidi ya ndugu yake au dada yake atawajibika katika hukumu na yeyote atakayesema kuwa ndugu yake raka atawajibika mbele ya baraza, na yeyote atakayesema mpumbavu atastahili moto wa jehanamu. Kwa hiyo ukiwa unatoa zawadi yako madhabahuni na ukakumbuka kuwa ndugu yako au dada yako ana neno juu yako, acha zawadi yako pale madhabahuni, nenda kwanza ukapatane naye kisha urudi utoe zawadi yako. Mmesikia kuwa ilisemwa usizini. Lakini mimi nawaambia, yoyote anayeangalia mwanamke kwa tamaa amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Ikiwa jicho lako la kuume linakukosesha, ling'oe na kulitupa mbali. Ni bora kwako kupoteza kiungo kimoja kuliko mwili wako wote kutupwa jehanamu na ikiwa mkono wako wa kuume unakosesha, ukate na uutupe mbali. Ni bora kwako kupoteza kiungo kimoja kuliko mwili wako wote kwenda jehanamu. Imesemwa, mtu yoyote anayemtaliki mke wake lazima ampatie cheti cha talaka. Lakini mimi nawaambia, yoyote anayemtaliki mke wake, isipokuwa kwa sababu ya uasherati anamfanya kuwa mzinzi, na yeyote anayemuona mwanamke aliyeachika anazini. Msikie tena, ilisemwa kwa watu wa zamani, usivunje kiapo chako, bali timiza nadhiri zako kwa Bwana. Lakini mimi nawaambia msiape viapo kabisa, ama kwa mbingu, kwa maana ni kiti cha enzi cha Mungu, au kwa dunia kwa maana ni mahali pa kuweka miguu yake, ama kwa Yerusalemu, kwa maana ni mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kicho chako, kwa maana huwezi kufanya hata unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Maneno yenu yawe ndiyo au hapana; chochote zaidi ya hayo hutoka kwa yule mwovu. Mmesikia kuwa ilisemwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu na waombeeni wanaoteseka, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Jihadharini, msifanye matendo yenu ya haki mbele ya watu ili waone; mkifanya hivyo hamtapata thawabu kutoka kwa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa hiyo unapotoa msaada kwa mwenye mahitaji, usitangaze kwa tarumbeta kama wanavyofanya wanafiki katika masinagogi barabarani, ili kuheshimiwa na watu. Amini nawaambia, tayari wamepata thawabu yao. Lakini unapotoa msaada kwa mwenye mahitaji, mkono wako wa kushoto usijue kinachofanywa na mkono wako wa kulia, ili msaada wako uwe siri. Ndipo Baba yako anayeona yaliyofanyika kwa siri atakupa thawabu. Kwa hiyo hivi ndivyo mnavyopaswa kuomba: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Utupatie leo riziki yetu ya kila siku, utusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, na usitutie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu. Mnapofunga msionekane wenye huzuni kama wanafiki, kwa maana hujiumba nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini na waambia, tayari wamepata thawabu yao. Lakini unapofunga, jipake mafuta kichwani na osha uso wako ili usionekane na watu kuwa unafunga, bali Baba yako asiyeonekana na Baba yako anayeona yaliyofanyika kwa siri atakupa thawabu. Msijiwekee hazina duniani ambako nondo na kutu huharibu na wezi huvunja na kuiba, bali jiwekeeni hazina mbinguni ambako nondo na kutu hawawezi kuharibu wala wezi hawawezi kuvunja na kuiba, kwa maana pale ilipo hazina yako ndipo pia moyo wako utakapokuwa. Kwa hiyo nawaambia msiwe na wasiwasi juu ya maisha yenu, mtakula nini au mtakunywa nini, wala juu ya miili yenu, mtavaa nini? Je, maisha si zaidi ya chakula na mwili si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, hawapandi, hawavuni wala hawahifadhi chochote galani, lakini baba yenu wa mbinguni huwalisha Je, nyinyi si wa thamani zaidi kuliko wao? Ni nani kati yenu kwa kuhangaika anaweza kuongeza saa moja kwenye maisha yake? Na kwa nini kuhangaika kuhusu mavazi? Angalieni maua ya kondeni jinsi yanavyokuwa, hayafanyi kazi wala hayasukani. Hata hivyo, nawaambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakupambwa kama mojawapo ya haya maua. Ikiwa basi Mungu huvika majani kondeni ambayo leo yapo na kesho hutupa motoni, je, hawatawavika zaidi nyinyi, enyi imani ya haba? Kwa hiyo msihangaike mkisema, tutakula nini au tutakunywa nini au tutavaa nini? Kwa maana watu wa mataifa ndiyo watafuata mambo hayo, na Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji hayo yote bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Msihukumu nanyi hamtahukumiwa, kwa maana kipimo mnachotumia kwa hukumu wengine ndicho mtakachotumia kupimwa. Kwa nini unatazama kibanzi kilicho kwenye jicho la ndugu yako, lakini huoni boriti iliyo kwenye jicho lako mwenyewe Utasema kwa ndugu yako, niruhusu nitoe kibanzi kwenye jicho lako, wakati boriti iko kwenye jicho lako mwenyewe? Mnafiki, kwanza toa boriti kwenye jicho lako mwenyewe, ndipo utaona waziwazi jinsi ya kutoa kibanzi kutoka kwenye jicho la ndugu yako. Msimpe mbwa vitu vitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe wanaweza kuzikanyaga na kuwageuka na kuwararua. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila mtu aombaye hupokea, na atafutaye huona, na abishaye mlango hufunguliwa. Ni nani miongoni mwenu ikiwa mtoto wake ataomba mkate atampa jiwe? Au ikiwa ataomba samaki atampa nyoka? Ikiwa basi nyinyi, ingawa ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu zawadi nzuri, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa zawadi nzuri wale wanaomwomba? Kwa hiyo katika kila jambo watendeeni wengine kama mnavyotaka wao wawatendee nyinyi, kwa maana hii ndiyo jumla ya sheria na manabii. Ingieni kupitia lango jembamba, kwa maana pana ni lango kubwa na ni njia iendayo upotevuni na wengi huingia kupitia hilo. Lakini jembamba ni lango na nyembamba ni njia iendayo uzimani na ni wachache wanaoipata. Jihadharini na manabii wa uongo ambao huja kwenu wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu hukusanya zabibu kutoka kwenye miiba au tini kutoka kwenye mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri lakini mti mbaya huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya kuzaa matunda mazuri. Kila mti uliozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Kwa hiyo mtawakumbuka kwa matunda yao. Kwa hiyo kila mtu anayesikia maneno yangu haya na kuyafanya ni kama mtu mwenye hekima aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mito ikafurika na upepo ukavuma na kugonga ile nyumba, lakini haikuanguka, kwa sababu msingi wake ulikuwa juu ya mwamba. Na kila mtu aliyesikia maneno yangu haya, lakini asiyafanyi, ni kama mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga Mvua ikanyesha, mito ikafurika, na upepo ukavuma na kugonga ile nyumba, nayo ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Tunapomaliza mahubiri haya ya Mlimani, tunakumbushwa hekima isiyokuwa na muda ambayo Yesu aliishirikisha. Maneno yake yanatufundisha kuishi kwa unyenyekevu, huruma na kujitolea kwa haki. Anatualika kuwa chumvi ya dunia na mwanga wa ulimwengu, kupenda maadui zetu na kutafuta kwanza ufalme wa Mungu. Mafundisho haya si ya zamani tu, bali ni mwongozo wa jinsi ya kuishi leo, kutuletea tumaini, amani na haki katika jamii yetu. Hebu tuchukue maneno haya mioyoni mwetu na tuyaishi, tukijua kwamba tunatembea katika nyayo za Yesu.